Hamisi Chang'walu line 2 kutoka Dar es Salaam, wanaondoka Yanga. Clement Mzize anaingiza ndani kuchama, Clatous Chota Chama! Inamchukua dakika nne tu kuendelea kuonyesha ufalme wake, na anakwenda kupiga jaramba pembeni kwenye corner flag. Walimiminwa gongo nne leo. Ngoma ilianzia kule kwake Clement Mzize akapangusa akapiga vi maridadi kwelikweli, hakuwa na la kufanya. Clatous Chota Chama, mwamba Lusaka, amefanya haya mambo kwa miaka mingi sana hapa Tanzania. Ni aliamua tu kuuweka kule juu kabisa. Mudi Kala angefanya nini? No chance kwake yeye kufanya chochote kile zaidi ya kuokota ama kulokota mpira kunyavu. Kwenye live score anaowafuatia Simba nane alama 78 tofauti alama lama moja. Haya, Juk Abuya anacheza mlinda mlango, Mudi Kala bado ajaondoka pedoe kati, anacheza tena, Mudi Kala nawekwa tena ndani mara nyingine, Abuya. Zimekuwa ni dakika nne tena kama ilivyokuwa kwa kipindi cha kwanza, ulikuwa ni piga nikupige, ulianza mpira mrefu Ukaangushwa Abidjan, ukarejeshwa tena Nairobi, ukawekwa mudi kala, kapangusa Lusaka, wakauchukua ukalazimishwa tena ndani, ukakataliwa tena lakini ukaingizwa na mwamba Lusaka. Alichokifanya Duke Abuya ni kupasia tu katika zile net na kufanya Yanga kuandika goli la pili. Hakukuwa na namna nyingine yoyote ile. Duke Abuya huyo. Pakom kanakataa, Mukrim Isa bin Abdullah, na kwa likona haya, Pakom ngeza ndani huku, haya Maxi anaweka nyavuni, Ibrahim Abdullah Hamadi Bacca akimalizia kazi ambayo ilianzishwa na Maxi mpia Nzengeli, chuma ya tatu akienda kuangusha salute kwa wananchi katimia. Huenda muda bado mwingi, ilianzwa kona fupi, akawekewa Pacom naye akaiseti ndani. Nani Maxi pia Nzengeli akaweka moja kule mpia ambao ulikuwa kama unakwenda nje, ikaguswa kidogo na Ibrahimu Chapu wa mtu mwamuzi anasema twende, shuaboy Ibrahim Abdullah Hamad, mwite Bacca pembeni huku Faridi Musa adachezwa kuya kamata. Mwamuzi anasemaje? Ni goli la nne, goli la nne. Anakataa mudi kala, ni mpira ambao ulimenywa ule wakati unaondolewa on goal anakwenda kwa kasi kwelikweli kweli kumpata ustaz Hamis Changwalu. Changwalu anamwambia tayari ulishavuka goal line, mimi nimeona. Wachezaji wa Dodoma wataki, wanasema hamna. Ilianza hapa kwake Farid Musa Malik, akaulazimisha mpira mmoja ndani kule, akaumenya wakati anauondoa naam, dhahiri bin shairi ulishaingia ndani, wakati anauondoa Joash Onyango akawa ameumenya ule mpira on goal, hiyo aliuchukua ndani na kurudi nao, akatua nje. Changwalu anamwambia kwamba niliona hivyo. Wanarudi kati kwa mara nyingine. shuaboy Shomali Ali Kibwana, mwamuzi anasema mechi bado ipo on, naingizwa ndani, anaukataa tena, ameumenya kwa mara nyingine tena, Joash Onyango wekwa tena naikanga mambo, anajifunga Maxi, pia Nzengeli anaweka goli la tano, alilitafuta mno, alilisaka sana, lakini sasa hatimaye mpira ambao unamgusa unakwenda kimiani na kuandika goli la tano kwa upande wa wananchi Yanga. Dodoma Jiji wanaloa kweli kweli. ulianzia kwake Shomari, ukiangalia mpira kulikuwa kuna harufu ya offside, lakini ukamenywa kwanza, ukaua hiyo, akaucheza Mudi Kala, bado eneo ambayo alikuwa hapo Maxi mpia Nzengeli, ilikuwa ni eneo la offside, lakini mwamuzi msaidizi nambari mbili Hamisi Changwalu hakuwa ameona vyema. Goli la tano mudi kala ananyosha mkono, lakini haijamsaidia chochote. Yanga wanapiga kono la sokwe.